Wapenzi wa watazamaji wa Nuru Online TV, karibuni kutazama chaneli yetu ya Nuru Online TV. Leo tupo katika parokia teule ya mtakatifu Maria Goreti Buronge, ambapo parokia hiyo inakabidhi msalaba wa jubilei kuu kwa parokia ya mtakatifu Yosefu Kiganza, na tupo mpakani mwa kigango cha Mgaraganza na kigango cha Bubango na hawa ndio waumini kutoka parokia ya Kiganza tunakabiliana msalaba leo. Ni shangwe na furaha, shangwe na upendo kabisa, naona tunakutana kabisa mahali hapa kwa ajili ya kukabidhiana msalaba Yesu. <tune>

Sifu Yesu Kristo. Amina. Msalaba mtakatifu oye, oye! Elfu mbili ishirini na tano, Mille, Mille, yonita. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Bwana awe uh, nanyi wangu wapendwa tumekutana hapa ili kukabidhiana msalaba ulio bendera ya wokovu ya kutuongoza katika hija yetu ya imani. Msalaba huu ni chombo alichotumia bwana wetu Yesu Kristo kutukomboa. Tunafanya tendo hili la ibada ya kuheshimu msalaba ili Mungu wetu azidi kutujalia neema ambazo Kristo alitustahilia kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Sisi wanaparokia teule ya Mtakatifu Maria Goreti Buronge tunawakabidhi msalaba huu ninyi wanaparokia ya Mtakatifu Josefu Mfanyakazi Kiganza ili mpokee kama kumpokea Kristo mwenyewe katika parokia yenu kwa ishara ya ujio wake katika mwaka huu wa Jubilei. Wakati wote utakapokuwa parokiani kwenu, utunzwe na kuheshimiwa kama chombo kitakatifu kilicholeta wokovu. Ishara ya msalaba huu waletee wingi wa neema za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tutikie, amina amina. Sasa nafuata sala za maombi zinazoongozwa na Padre kiongozi, paroko wa parokia inayopokea msalaba mtakatifu.

Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo kito, eh Bwana. Tuombe utusikie. Msalaba, we bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao, msalaba tutie nguvu katika mateso na hatari e eh Bwana. Tuombe utusikie. Tutumie ishara msalaba kwa, kwa kuwafukuza pepo wabaya washawishi e eh Bwana. Tuombe utusikie. Fanye wa ishara msalaba kwa kuabiriki watoto na wapenzi wetu. Fanye ishara msalaba maishani na kifuni e Bwana se e Mungu, umeweka msalaba u ishara ya ukombozi wetu na rama ya mapendo yake, kwa kuomba utupe neema ya kuchukua msalaba wetu pamoja na Mkombozi kwa imani, matumaini na mapendo makubwa, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.